ni msingi muhimu katika kupambana na kukabiliana na unyanyasaji au uonevu dhidi ya wanawake waandishi wa habari unaofanywa kwa namna yoyote na mtu ama kikundi au mamlaka zozote iwe mtandaoni au nje ya mtandao hapa nchini mafunzo muhimu sana kwa sababu yanatoa elimu namna jinsi ya nini cha kuzingatia vilevile hali ilivyo, na ukizingatia kwamba yamekuja kwenye muda sahihi, kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo unyenyesaji wa kijinsia hasa kwa waandishi wa habari wa kike unatabiriwa kuwa ni wa kawaida, kwamba kila kichaguzi zinazuka na matukio kama haya. Kwa hiyo mafunzo kama haya yanawatawarisha waandishi kuwa makini na hasa kuelekea kwenye zoezi zima la uchaguzi. Kwa hiyo, kwa nini yanatokea matukio kama haya? Huwa ni mara nyingi sana waandishi wa habari, sio kama waandishi wa habari tu, katika sehemu za kazi zote. Um, ripoti mbalimbali zinaonyesha kwamba wanawake wanakuwa wanaathiriwa zaidi kwenye utendaji wa kazi, na iwe ni za kiandishi au uwe na se sekta nyingine ni hivyo. Kwa hiyo hali uh, kama hiyo inapelekea sasa mafunzo haya kuwa muhimu na watu kujadiliana namna ya njia bora ya kudhibiti uh, uh, ukatili huu wa kijinsia katika uh, newsroom au vyumba vya wanahabari na hasa tukiwalenga wenzetu dada zetu. Kwa hiyo ni mafunzo uh, muhimu sana na tunapenda washiriki waweze kuyazingatia ili waweze kuwa salama. Wanawake ambao ni waandishi wa habari kuna changamoto wanayoipata hasa katika swala zima la vyombo vya habari, nikimaanisha social media zizi, social platforms. Uh, changamoto ambazo wanawake wanazipata au mabinti, kwanza ni namna ambavyo wanatambulishwa kwenye vyombo vya habari, wanachukuliwa kama vyombo dhaifu. Kwa mfano, kunakuwa na matangazo haya ambayo yanaonyesha namna ambavyo uh, mwanamke anatakiwa kuvaa au labda kuna tangazo la kupromote bidhaa, kuna namna ambavyo wanamweka mwanamke akiwa labda nusu uchi au wanamweka akiwa dhaifu. Ile ina, ina, ina, ina athiri namna ambavyo jamii uh, au namna ambavyo watu watamchukulia yule mwanamke. Tayari yule mwanamke atakuwa ameathiriwa, ambao kwa Kiingereza, tunaita impurity uh, na brutality brutality, au impurity au brutality. Kwa mantikio na kingine pia ni hawana uhuru wa kusema. Wengine wanaona kama wakisema kwamba wanaonewa au wakisema kwamba wanakumbana na changamoto za kimitandao wengine wanaweza wakafukuzwa kazi, kwa sababu tuna waandishi wa habari ambao ni wanawake kama mimi, wanaweza wakapoteza kazi zao, wanaweza wakapoteza nafasi zao walizonazo. Kwa hiyo kwa kuzuia yote hao, wanaamua kunyamaza. Hiyo ni kukosa pia sehemu sahihi ya kupeleka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

Ukatili ni ukatili, labda wa kingono, unawaza nawezaje kwenda kusema kwamba nimefanyiwa ukatili moja mbili tatu, wakati wakati mwingine naweza nikawenda kusemea, ndo mwisho wa siku mtu ana, wanayasawazisha kichini, mwisho wa siku mimi sipatiwi haki yangu. Pande wangu mimi sijawahi kukumbana na changamoto yoyote ya ukatili wa kijinsia, lakini kutokana na, na nilivyojifunza kwenye hiyo semina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 kwamba jenda balance kwamba kama mwanamke atapatiwa hiki na mwanaume ndio kile kile apatiwe, so kwamba huyu anapewa hamsini huyu anapewa ishirini. Hapana, yaani kuwekwe jenda balance.